Miaka ilipita kama mawimbi yanavyopita ufukweni. Kibwanga haikubaki kama zamani, nyumba za udongo zikageuka matofali, watoto wakakua, na majina mapya yakasikika sokoni. Lakini jina moja halikuwahi kupotea, Juma Mponda, mvuvi wa bahari. Sasa Juma hakuwa kijana wa miaka ishirini na nane tena, nywele zake zilikuwa zimechanganyika na mvi, mgongo wake ulikuwa umeinama kidogo na mikono yake ilikuwa imejaa mistari ya kazi ya maisha. Lakini bado kila asubuhi alishuka baharini na mtumbwi wake wa zamani. Baada ya Zainabu kutoweka, Juma hakuoa tena. Watu walimshauri, uzee unakuja, pata mke. Lakini Juma alitabasamu tu na kusema, moyo wangu tayari una mwenyewe. Kila jioni alikaa juu ya mwamba wa siri, akitazama bahari ikibadilisha rangi. Alizungumza na mawimbi kama rafiki wa zamani. Zainabu, kama bado unaniona, nijulishi kuwa hukunisahau. Sahau. Lakini bahari ilijibu kwa ukimya. Usiku wa ajabu. Usiku mmoja wa mwezi mweupe, Juma alikaa peke yake pwani. Upepo ulikuwa mpole na bahari ilikuwa tulivu sana, kana kwamba kitu kilikuwa kinajiandaa kutokea. Ghafla, alisikia sauti ambayo moyo wake uliitambua kabla hata akili haijafikiria. Juma. mikono yake ilitetemeka. Aliinua kichwa polepole pole. Maji mbele yake yakaanza kung'aa kama fedha. Mawimbi yakajifungua na kutoka ndani yake akapanda mwanamke mrembo kama ndoto. Ngozi yake ilikuwa laini kama mwanga wa mwezi, nywele zake ndefu nyeusi, macho ya kijani kama zamani. Chini ya kiuno alikuwa na mkia wa samaki uliometameta. Ilikuwa ni yeye, Zainabu. Juma alisimama kwa shida, machozi yakaanza kumtiririka bila ruhusa. Ni, ni wewe kweli? Aliuliza kwa sauti ya mzee iliyochoka. Zainabu alitabasamu kwa upole. Ndiyo, Juma, bahari imenipa ruhusa ya kurudi kukuona. Juma akasogea karibu, akashindwa hata kuamini macho yake. Nilidhani umenisahau. Zainabu akatikisa kichwa. Sikuacha kukupenda, lakini bahari iliniweka mbali kwa miaka mingi. Ukweli wa bahari. Walikaa juu ya mwamba kama zamani. Juma akaangalia mikono yake yenye mvi, kisha akamwangalia Zainabu ambaye hakuwa amezeeka hata kidogo. Akatabasamu kwa huzuni. Angalia mimi Zainabu, muda ulinishinda. Zainabu aligusa uso wake kwa upole. Kwa bahari, muda ni tofauti, miaka yenu ni kama siku kwetu. Kisha akasema kwa sauti ya siri, niliruhusiwa kurudi kwa usiku mmoja tu, si kama kitunusi kamili, wala si kama mwanadamu kamili. Juma alishtuka. Kwa nini? Zainabu akavuta pumzi. Kwa sababu mapenzi yako yalivunja laana yangu lakini hayakunifanya mwanadamu. Yalinifanya kuwa roho ya bahari inayoruhusiwa kuwatembelea wale niliowapenda kweli. Maneno yale yakamgusa Juma moyoni. Juma akamwangalia kwa macho yenye uchovu, nilikaa maisha yangu yote nikikusubiri, sikupata mwanamke mwingine. Zainabu akashika mkono wake, najua. Nilikuwa na kuona kutoka mbali kila ulipovua kwa moyo safi, bahari ilinionesha sura yako. Juma akacheka kidogo nilikuwa navua nikiongea na maji kama kichaa. Zainabu akatabasamu na mimi nilikuwa nakusikia. Kwa muda walikaa kimya wakisikiliza mawimbi yakipiga taratibu. Kisha Zainabu akasema, Juma, nimekuja kuaga. Moyo wa Juma ukasita kuaga. Zainabu akainama. mlango wa kurudi kwangu unafungua bahari inanichukua mahali ambako hata sauti haziwezi kurudi. Juma akahisi kifua chake kinauma. basi kwa nini uje? Zainabu akamwangalia. Kwa sababu nilitaka nione jinsi ulivyokuwa mwisho wa safari yako. Nilipotoweka, ulikuwa kijana. Leo wewe ni hadithi hai. Ahadi ya mwisho. Mwezi ulianza kushuka, mwanga wake ukapungua. Mwili wa Zainabu ukaanza kung'aa polepole pole. Juma alijua muda unaisha. Zainabu alisema kwa sauti ya chini, kama ningepata nafasi ya kurudia maisha, ningekupenda tena. Zainabu akatabasamu kwa macho yenye maji. Na mimi ningekuchagua tena hata kama ningejua maumivu yanakuja. Akamkumbatia kwa upole sana. Juma alihisi baridi ya bahari na joto la mapenzi kwa wakati mmoja. Zainabu akanongona, usifee ukiwa na hofu. Utakapokuja baharini kwa mara ya mwisho, nitakuwa ninakuja kukuchukua. Juma akatabasamu, basi sitakuwa peke yangu. Mwangaza ukazidi. Zainabu akaanza kuyeyuka ndani ya hewa ya bahari. Sauti yake ya mwisho ikasema, Mapenzi ya kweli hayazeeki Juma. Miili huisha, lakini mioyo hukutana tena. Kisha akatoweka ndani ya mawimbi ya kimya. Asubuhi, watu wa Kibwanga walimkuta Juma amekaa juu ya mwamba wa siri, akitazama bahari kwa tabasamu la amani. Tangu siku hiyo, kila usiku wa mwezi mweupe, watu husema kuna mwanga unaotoka baharini karibu na mwamba, na wazee wa pwani huwasimulia watoto, Hapo aliwahi kupenda mvuvi na kitunusi, na mpaka leo Bahari bado inakumbuka jina la Juma na Zainabu. Miaka michache ilipita baada ya usiku ule wa mwezi mweupe, Kibwawa iliendelea kuishi. Sokoni pakawa na kelele mpya. Watoto wakakua bila kujua siri nzito iliyokuwa ikilala chini ya mawimbi. Lakini Juma Mponda alianza kubadilika zaidi. Hakuwa mgonjwa sana, lakini nguvu zake zilikuwa zinapungua taratibu. Asubuhi alishuka baharini lakini hakukaa muda mrefu kama zamani. Wakati mwingine alikaa tu kwenye mtumbwi akiangalia maji yakicheza chini ya jua. Wavuvi vijana walimwambia, Mzee Juma, pumzika kidogo, lakini yeye alitabasamu, bahari hunipa pumzi kuliko kitanda. Kila jioni kama desturi yake alirudi juu ya mwamba wa siri, lakini sasa sauti zilianza kumjia tena Si sauti ya Zainabu moja kwa moja, bali wito wa bahari yenyewe. Ndoto za ajabu. Usiku mmoja Juma aliota ndoto nzito. Alijikuta katikati ya bahari, mtumbwi wake ukiwa umesimama bila kusogea. Anga lilikuwa jeusi, nyota zikiwa karibu sana, kana kwamba angeweza kuzishika. Kisha maji yakaanza kuzungumza, sio kwa maneno, bali kwa hisia ndani ya mawimbi akaona kivuli cha Zainabu kikitembea juu ya maji. Akasikia sauti yake moyoni, Juma, safari yako inakaribia. Alishtuka usingizini, jasho lilimtoka, lakini hakuhisi hofu, alihisi amani. Kuanzia usiku huo ndoto zilimjia mara kwa mara, bahari ikimwita. Siku ya kimya kijijini. Siku moja asubuhi Juma hakushuka sokoni kama kawaida. Mtumbwi wake haukuonekana pwani. Wavuvi wakaanza kushangaa, mzee Juma yuko wapi leo? Walipokwenda kumtafuta, walimkuta juu ya mwamba wa siri, amekaa kimya, akitazama mbali baharini. Lakini safari hii hakuwa anazungumza. Alikuwa kimya kabisa, macho yake yalikuwa wazi, uso wake una tabasamu dogo sana . Lakini juma hakuwa tena katika ulimwengu wa watu. Roho yake ilikuwa tayari imesikia wito wa mwisho wa bahari, safari ya mwisho. Wazee wa kijiji walimzika karibu na pwani, mahali ambapo angeweza kusikia mawimbi hata akiwa kimya. Lakini usiku ule ule wa mazishi yake, kitu cha ajabu kilitokea. Bahari haikupiga kelele, ilikuwa tulivu kupita kawaida. Kisha karibu na mwamba wa siri Watu waliona mwanga wa fedha ukitokea ndani ya maji. Watoto walijificha, wazee wakashika fimbo zao. Na wale waliokuwa karibu waliona kivuli cha mwanamke wa mkia wa samaki akisimama juu ya mawimbi. Pembeni yake kulikuwa na kivuli cha mzee aliyesimama wima kama kijana. Wameshikana mikono, Zainabu na Juma. Kwa sekunde chache tu, kisha wakazama pamoja ndani ya bahari ya kimya. Urithi wa Juma na Zainabu. Tangu siku hiyo, kibwawa ilibaki na hadithi ya ajabu. Wavuvi wakasema, kila unapovua kwa moyo mbaya bahari na kunyima, lakini ukivua kwa moyo safi mawimbi hukukumbuka. Na wazee huwasimulia watoto, hapa aliishi mvuvi aliyependa kitunusi na kitunusi aliyempenda binadamu. Miili huisha, lakini mapenzi ya kweli huendelea kuvua ndani ya bahari.